Amina, Bwana na wabariki. Jina langu naitwa Meshaki Ramazani Misanga, ni mhubiri wa Injili kutoka kwenye maskani ya wameneo ujumbe wa Sayao iliyoko jijini Arusha nchini Tanzania. Pia huduma yetu inajulikana kwa jina la Felix Mangosongo Ministry. E, niko hapa kwa ajili ya kuelezea mwendelezo wa unabii ambao mwamba mashuhuri Yesu aliutoa kuhusiana na kiongozi wa kidini au mfalme e, wa kusini au mfalme wa dola ya Roma tawala imani ambaye Alikubaliana na ushoga na usagaji, Bwana alitoa amri ya kwamba atapoteza maisha, na unabii huu ulipotoka tu eh, tukaurusha kwenye akaunti yetu ya TikTok inayojulikana kwa jina la Felix Mangosongo Ministry. Ndugu mteule wa Bwana na watu wote mkao juu ya inchi, eh, rejea kwenye unabii huu, pia kwenye matokeo ya unabii huu, ili uweze kupata anwani maalum ya mwamba mashuhuri Yesu, na bwana na awabariki.

Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia leo Aprili 21, 2025 kwenye Jumatatu ya Pasaka, akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema ya kuwa Papa amefia kwenye makazi yake Vatican, na taarifa zaidi kuhusiana na kifo chake zitatolewa. Papa ambaye alizaliwa mwaka wa 1936 hivi karibuni alipitia changamoto ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kumsaidia kupumua, na amekuwa akikabiliwa na matatizo ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu yaani nimonia, hadi kupelekea kulazwa kwa wiki kadhaa kabla ya baadaye afya yake kuimarika. Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina lake lihimidiwe. <tune>